Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa Ligi Kuu ya NBC kati ya Simba sports Club na Yanga sports Club ambao awali ulipangwa kufanyika Juni 15 mwaka 2025 kuanzia saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mtazamaji, ilikuwa ni dabi ya Kariakoo iliyokuwa ifanyike jumapili ya kesho kutwa, lakini ndio hivyo, ratiba imetoka mpya kabisa, uh, kwamba mchezo umesogezwa mbele. Kwa hivyo kwa ratiba iliyotolewa, mchezo huu utafanyika Juni 25 mwaka 2025 kwenye dimba la Benjamin Mkapa saa kumi na moja jioni. Kwa hivyo endelea kujiandaa kwa dabi ya Kariakoo itakayofanyika Juni 25. Hata hivyo, bodi imewatakia maandalizi mema Simba Sports Club na Yanga Sports Club. Mtazamaji, utakumbuka sakata hili limekuwa la muda mrefu, na hapa sijui nani sasa kwamba alikuwa anaonekana bingwa hata hivyo picha zimeonekana leo kwenye mitandao ya kijamii zikimwonyesha rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa dr samia Suluhu hassani akiwa kwenye picha ya pamoja na viongozi wa pande zote yaani simba sports club na yanga hali iliyoashiria sakata lililokuwa likiendelea kutamatika